Leo asubuhi kwenye maeneo ya Lugono, Nyama kuelekea Melela katikati pale wilaya ya Mvomero barabara ya Morogoro kuelekea Mikumi na Iringa eh, saa kumi na nusu ilitokea ajali kubwa, ajali mbaya sana baina ya lori la mizigo likuwa limebeba sukari na, na, na gari la, basi la abiria ambalo lilikuwa natoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Kwenye ajali hiyo jumla mpaka dakika hii e, saa nane na nusu mchana e, tumepoteza Watanzania wenzetu kumi. Tisa walifariki hapo papo hapo kwenye eneo la tukio na mmoja amefariki akiwa anakuja huku, baada ya kufanya jaribio amefika hospitali, lakini madaktari wametumia nguvu kubwa, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tuna, tuna, tuna marehemu kumi e. Kwa hesabu tuliyokuwa nayo mpaka dakika hii tuna majeruhi 44 watoto wa nane e, watoto wote wanaendelea vizuri, tumetoka kuwaona sasa hivi, wana maumivu makubwa e, lakini wanaendelea vizuri. Katika hao watu wazima tuliokuwa nao ishirini ni waume me na kumi na nane ni ke. E, ndio katika hao ishirini wanaume mmoja tumempoteza tume, akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hiyo naomba nishukuru serikali, nimshukuru mheshimiwa rais kwa uwekezaji mkubwa uliofanywa kwenye hospitali ya Morogoro. Hii si mara ya pili kwenye ajali ya mikese, ilitokea kama miezi michache iliyopita, tulipoteza watu kumi na tano na majeruhi walikuwa zaidi ya ishirini, lakini wote walifika walifikishwa hapa na walipatiwa matibabu. Kwa hiyo na leo tumepata vifo kumi, lakini majeruhi zaidi ya arobaini wote wamefikishwa hapa, wanaendelea na matibabu. Jitihada e, ni kubwa inaofanywa na madaktari. Sasa mengine hayo ni kudra ya Mwenyezi Mungu, lakini tunawaombea wapate nafuu ya haraka na bahati nzuri tumepita kwa watu wagonjwa wengi ambao tumeweza kusema nao, tumesha e, tengeneza mawasiliano na ndugu zao. Wengine mpaka dakika hii tuna marehemu kumi, sita wameshatambuliwa, wanne tunaendelea na jitihada za kuwatambua e, mwisho, naomba ni mshukuru afande RPC e, kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro, e, wao walikuwepo kwenye eneo la tukio kuanzia mapema sana na wameshafungua njia eh, lakini pia eh, tunaendelea kuhimizana kwamba hizi ajali sasa zinaonekana zi, kuna baadhi ya madereva hawataki kuheshimu kanuni za, za usalama wa barabarani kwa manufaa yao wenyewe, lakini pia kwa manufaa ya abiria wenzao. Kama leo hivi sasa, basi hili lilikuwa na madereva wawili na, na kondakta, wote eh, wamefariki wame kwenye ajali. Kwa haya ndio mambo tunasema. Kwenye ajali hizi, we utakuwa unatumia barabara kwa namna unavyojua wewe, kwa fujo unazotaka kufanya wewe, lakini ajali ikifika haichagui mtu. Kwa hiyo hili la Morogoro tumekubaliana kwamba tunataka kuweka msisitizo kwamba madereva wawe makini sana barabarani. Ukijiona umechoka pumzika. Kile kitendo cha kulazimisha kuendesha wakati umechoka, unatengenezea uwezekano wa kupata ajali wengine, ambao wala hawana hatia wala hawakuwa na na, na, na utaratibu wa, wa, wa kujeruhiwa. Mimi naitwa Dr. Nkungu Daniel, Mganga Mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Morogoro. Kama mlivyopata taarifa, tume eh, tumepokea majeruhi jumla walikuwa ni 45, na pia tumepokea miili tisa. Hakika katika utaratibu wa kutoa huduma mmoja alifariki, kwa hiyo waliofariki wakawa jumla kumi. Majeruhi wote wamepatiwa eh, huduma. Eh, kuna watatu ambao hali zao zinahitaji kupewa rufaa, tumekwisha kuwapa rufaa kuelekea Muhimbili. Wengine waliohitaji upasuaji tayari huduma za upasuaji zinaendelea. Wengi wao pia walikuwa na eh, majeraha madogo madogo kwa maana ya lacerations na bruises, madaktari wanaendelea kushughulika nazo, na wale ambao wamevunjika, basi kuna utaratibu wa kuwahudumia kwa maana ya kuwekea wale wanaohitaji vyuma vyuma kwenye mifupa pleti, hawanahitaji kufungwa mivunjiko e, yao basi, wote wanaendelea kupata huduma. Kwa kifupi ni kwamba hospitali imeweza ku manage e, wagonjwa wote waliofika hapa, na wote wanaendelea vizuri. Marehemu tuliopokea sita, ameshakuwa identified wanne, bado hajakuwa identified. Tunaamini muda unavyokwenda tutapata ndugu zao na wataweza kutambuliwa. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T 446 CZS na trela lake namba T 804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali. Ajali hiyo imetokea Juni 12 mwaka huu muda wa alfajiri huko katika eneo la merera kibaoni kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani morogoro kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka, anatokea Morogoro, anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka, akashindwa kulimudu lile gari ile gari limeyumba, na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye ikaja ikapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa, lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapo.